Bwana, mwanamitindo wa TikTok Valeria Marquez auawa kinyama kwa kupigwa risasi akiwa live kwenye mtandao maarufu wa TikTok. Mwanadada huyo mwenye umri wa miaka ishirini na tatu na raia wa Mexico ameuawa kwa kupigwa risasi akiwa live kwenye mtandao wa TikTok siku ya Jumanne. Tukio hilo limetokea katika mji wa Guadalajara baada ya mtu mmoja kuingia katika saluni ya mwanadada huyo na kumpiga risasi. Polisi mjini humo wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ambalo linaelezwa kuwa ni mwendelezo wa matukio ya mauaji dhidi ya mabinti na wanawake wa nchini humo. Katika taarifa ya hivi karibuni, Umoja wa Mataifa ulieleza kuwa kila siku wanawake na mabinti kumi huuawa na wapenzi wao, ndugu, jamaa au marafiki. Kabla ya kifo cha Valeria Marquez alikuwa ameketi ndani ya saluni yake huku akiwa live kwenye mtandao wa TikTok. Sekunde chache baadaye alishambuliwa kwa risasi hadi kufariki dunia. Video hiyo ilisita ghafla baada ya mtu aliyekuwa karibu kuichukua simu na kufunika kamera ili kufunika yaliyokuwa yanaendelea. Baada ya tukio hilo, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa Valeria Marquez aliuawa na mtu aliyekuwa ameigiza kutaka kumpa zawadi. Zaidi ya wafuasi elfu mia mbili waliokuwa wakimfuatilia Valeria kwenye mtandao maarufu wa TikTok na Instagram wameonyesha masikitiko makubwa na hasira huku akilitaja tukio hilo kama kitendo cha kinyama. Lakini je, kwa nini wanawake maarufu hasa kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa walengwa wa mashambulizi ya kikatili kama haya? Niachie kwenye comment section.